nam swa dakta mpenzi mtazamaji shirika la kina mama la maendeleo ya wanawake humu nchini limesifika katika miaka iliyopita kwa kuimarisha maisha ya wanawake lakini katika miezi michache iliyopita mizozo iliyoko katika shirika hilo imebadili mtazamo wa baadhi ya wanawake na hata wanaume ambao wana maoni kuwa maendeleo ya wanawake mwelekeo wake. Mwashirima Kapombe anaturejesha katika miaka ya nyuma ambapo nyota ya Maendeleo ya Wanawake iliyong'aa na hadi sasa ambapo ni siasa wala sio maendeleo yaliyochukua usukani. Je, kunani Ni taswira iliyokuwa katika miaka ya sabini pale Maendeleo ya Wanawake ilipokuwa na mtazamo wa kuimarisha maisha ya mwanamke wa Kenya. Taswira ambayo ilileta mtazamo kuwa mwanamke anaweza kujiimarisha hata kutoka jikoni. Na wanawake waliimarika kwa kupokea mafunzo ya kupika, kushona, kuandika na vyeti viliwawezesha waendelee katika taaluma mbalimbali. Hata hivyo, taswira ya hivi karibuni ni tofauti na ile iliyokuwa miaka ya nyuma huku baadhi ya wanawake wakipoteza matumaini na wengine wakiwa hata hawaielewi. For the last 10 years I've not heard of Maendeleo ya Wanawake. Juzi vile nimeona wanazozana. Sikujua ni chochote. Siku hizi ni kama imepoteza mwelekeo. Lydia ni mmoja wa wanawake waliojiunga na Maendeleo ya Wanawake kwa matumaini kuwa atafaidika matumaini ambayo wanawake wengi wanaojitahidi kila uchao huwa nayo ili wajiimarishe. Hata hivyo, tabu katika nyumba ya maendeleo haikuanza juzi. Mwaka wa elfu mbili na tatu, katika mkutano wa maendeleo ya wanawake, matatizo ya uongozi na uchaguzi yalianikwa hadharani. Tuwe watu wasima ya kuheshimu kila mmoja wetu. Katiba, uh, moto wetu ni umoja na uaminifu. Na japo anayetambulika zaidi kama kiongozi aliyesababisha kung'aa kwa Maendeleo ya Wanawake, Jane Kiano kujaribu kuwakumbusha wanawake malengo waliokuwa nayo, ombi lake lilionekana kuangukia sikio la kufa lisilosikia dawa. Let's forget politics. Usiseme ya kwamba sasa ni wakati wa nani, I don't know, maendeleo itumie kama malaya. Elfu mbili na nne, mapambano yaliendelea mbele ya nchi nzima kupitia kamera za wanahabari, kamera ambazo takriban miaka 30 kabla zilionyesha tu kung'aa kwa chama cha Maendeleo ya Wanawake Picha ambazo ziliashiria uzito wa wanawake hawa ambao walikuwa mstari wa mbele kukaribisha wageni kutoka nchi za nje na kupokea ufadhili wa kuwasaidia wanawake mashinani kujiimarisha. Aidha, picha ambazo zilionyesha kuwa bila kina mama uongozi haukuwa kamili. Sema maendeleo ya wanawake ya kitambo ilikuwa imesimama vizuri na ilikuwa na mwongozo mzuri, kuna kitu kimoja ambacho kinatutatanisha. Lazima tukubali ya kuwa kuna watu wamepewa kazi, waachiwe wafanye. Sasa twaona kwamba wengine wanaingia kiasi cha kuwa hawawafikiri wale wa chini, wanajifikiria tu nafsi zao. Mapema mwezi Disemba mwaka jana, kina mama hawa waliotaka uchaguzi kufanywa ili kuleta sura mpya ya muungano wao waliishia kulalamika tu walipopata milango ya ofisi zao imefungwa, na mkutano ulioshinikizwa ukasimamishwa huku baadhi ya viongozi wakijaribu kupata suluhu. Tulikuwa naitwa mikutano mara kwa mara, lakini kwa saa hizi hata wakati mwingine mikutano inaitanwa atui pale. Wanawake ni wengi sana na hakuna pale wanaweza nyanyaswa, juu wenyewe wakijipigania wanaweza pata haki zao kwa sababu kuwa ni wengi hata kuliko sisi wanaume. Sasa swali ni je, nyota ya Maendeleo ya Wanawake itang'aa tena na kurejea katika kilele chake au itaendelea kuzongwa na mizozo? yes. Mashirima <muchila> Kapombe KTN, leo wikendi. Naam, shukrani sana mwenzangu Mwashirima Kapombe kwa taarifa hiyo. Mpendwa mtazamaji, sitaki kuongeza chumvi wala sukari wenye Maendeleo ya Wanawake, viongozi wa Maendeleo ya Wanawake wako hapa studioni. Katibu mkuu wa Maendeleo ya Wanawake Bi Alice yuko hapa studioni nasi, karibu katika studio zetu, na vile vile Bi Rahab na yule mwenyekiti, karibuni katika studio zetu. Story mmeiona ya Mwashirima Kapombe, umeona vile mambo yalivyokuwa, sawa, na vile mambo yalivyo hivi sasa kabisa. Uchaguzi tutazungumza baadaye. Jambo gani linafanya maendeleo ya wanawake imeshindwa kuvuma kama vile ilivyokuwa ikivuma nyakati za awali? Nitaanza nayo Alice. Uh, uh, kusema ya kwamba ni kwa sababu gani maendeleo ya wa, wanawake uvumi? mm -hmm. Um, unajua kuna ile approach ambao wakati ilikuwa navuma na vile, na kwa wakati huu mm -hmm. wa mama wameanza wa kuji kujielemisha mm -hmm. wenyewe kwa sababu alikuwa amefunzwa na Maendeleo amefunzwa na Maendeleo ya Wanawake. Naam, na ndio sababu ukiwa na kiongozi, kuna ule ako loud, mm -hmm. na kuna yule ako silent mm -hmm. kwa hivyo kuanzia nyakati wa Rukia subu iko kwa ile silent, iko kwa ile loud mm -hmm. na ile ilikuwa sa silent mm -hmm. Lakini kulikuwa na kazi fulani inaendelea mm -hmm. ah, tuli hapo hapo hapohapo unakubaliana naye kwamba kuna wale wanaovuma mambo yanaendelea. la mwana naibu mwenyekiti wewe, snaibu mwenyekiti wa biroki asubu, kwa hivyo mm. nyote mko katika ofisi moja je? mm. Yeah, ni kweli kwamba ingawa haivumi, kuna mambo muhimu mmefanya katika miaka minane iliyopita. Asante eh, eh, Mwanaisha, na pole, sauti yangu iko na shida kidogo. Na, mi. Mimi naona kusema ukweli mm -hmm. Maendeleo ilikuwa na jina sana zamani, na hata kama niko ndani ya national office nilikuwa nimetoka kwa province nikifunikiwa mkoa wa Eastern provincial chair, na ninajua siku hizo tulikuwa maendeleo inavuma. Hiyo system tumeambiwa na secretary ya polepole, sinjui angetueleza kidogo polepole ni kumaanisha nini, kwa sababu sisi tunawakilisha wale wa mama wa grassroots. Ile picha nimeona pale zimenikumbusha siku ya kiondo baskets. Mimi nilijua maendeleo siku hizo tukiambiwa maneno ya kushona viondo na wamama wakaingia na wakafanya biashara. mm -hmm. Sasa hii kunyamaza polepole kwangu sijaona imetusaidia namna gani? Kwa, na kwa hivyo yeye, kwa sababu amekaa karibu sana na mwenyekiti mm -hmm. atueleze hiyo silence ilikuwa ya nini? mm -hmm. Kwa sababu tukiwa national office, kuna wale wanajua ni nini naendelea mm -hmm. kuna wengine hawajui nini naendelea mm -hmm. lakini disconnect ya district mm -hmm. haijatusaidia huyu ni dadangu mm -hmm. Rukia amekuwa dadangu mm -hmm. lakini ile kukaa pamoja tupange mm -hmm. shinda ni nini? Nabi Alice No, kuna kitu moja dada yangu Rahabu amesema mm -hmm. ya kwamba nimekuwa karibu na mwenyekiti mm -hmm. nataka kuambia ukweli mm -hmm. Rahabu amekuwa karibu sana na mwenyekiti kwa hivyo hatuwezi kuenda mm -hmm. kusema nyote huu... wawili ni viongozi, nyote wawili ni viongozi. sisi, yeah. sisi, sisi wanawake wa mashinani Tunataka kujua maana wengi wanasema maendeleo yako wapi? Kitambo mimi mimi nakumbuka mimi nimekuwa katika mikono yenu nyinyi mama zangu wa Maendeleo ya Wanawake, wanawake wa wa wa wa Maendeleo ya Wanawake wenye kiti wa division wa district, wakisimama wakizungumza, wana sauti. Wanawake walikuwa kila siku asubuhi ni katika ma workshop, eh, wanafundishwa, wanaambiwa fanyeni chama fanyeni hivi na hivi. Lakini siku hizi hakuna tena. Si mambo ya kuwa karibu na nani wala nani. Mbona mambo hayo siku hizi hakuna? Tatizo liko wapi? Na, na uhuru <coughs> tuko nao zaidi kushinda miaka kitambo. Tuko na katiba mpya sasa, nafasi zipo. <coughs> Kumekuwa na programs mm -hmm. kumekuwa na scholarship ya wasichana mm -hmm. na mikoa zimepewa hiyo nafasi uh -huh. ya kwanza ilikuwa ya Eastern Province mm -hmm. ikipatiwa na uh, Magharibi mm -hmm. North Eastern mm -hmm. Nairobi mm -hmm. Central mm -hmm kuna pali nimesahau na. na hizo zote zilikuwa scholarships zililetwa na Chinese government. uh -huh. uh -huh. na watoto ambao wakuwa wanafanya science uh -huh. subjects uh -huh. wame wame access na those scholarships uh -huh. tumekuwa na, uh -huh. leadership programs uh -huh. ambazo tulikuwa ya kwamba wamama wanafundishwa vile wanaweza kuwa viongozi. Zilifanyika wapi? hili ah zimeka hili, zi, nani uh, uh, kina nani ulifaidika? ni wakina mama wa Maendeleo. mm -hmm. Mambo pengine kuna mfano unaambia, kwa mfano leadership program hii tumefundisha kina mama kikundi hiki ama kutoka eneo hili na sasa wako hapa. Nipe mfano. Tumekuwa na Kwale, mhm, mm, Taita, uh, uh, uh, Taveta, naam, na Tana River. Tana River, naam. Tumefundisha wamama kwa mikoa. mm -hmm mambo ya leadership, naam. Na hiyo ilikuwa program ya GGP, naam, gender and governance. Mikoa yote imebenefit ku, kupitia kwa miradi hiyo ya kina mama. Mshikilia wazo hilo hilo mbezi mtazamaji, tunajadili maswala ya mzozo unaokumba Maendeleo ya Wanawake na kwamba wengi wanasema umepoteza mwelekeo. Je, maoni yako mtazamaji ni yapi? Je, ni kweli kwamba Maendeleo ya Wanawake umepoteza mwelekeo? Tuna maoni yako kwa nambari 22155 22155. Na bila habari kurudi kwako, swala la wanawake kujisajili kwa wanachama, muungano wa maendeleo ama chama cha wa maendeleo ya wanawake humu nchini. Uh, Safari ya mwisho mlifanya usajili ama mkaelimisha wanawake kuhusu umuhimu wa kujisajili ili waweze kujua wawe katika nafasi ya kufanya maamuzi ama kufaidika na miradi ya maendeleo ya wanawake ni lini na kwa nini usajili huo haufanyiki tena kama ilivyokuwa awali? Mimi mwanaisha <coughs> ningependa tungeweza kuangalia, mm -hmm. yale makosa imetendeka na, mm -hmm. na tujaribu kutafuta way forward mm -hmm. kwangu mimi naona kuna ile programs ya mtoto msichana mm -hmm. ile maendeleo ingechukua initial stages ya msichana hiyo no. Ni kazi ile sisi mm -hmm. tulifunzwa na wamama wetu no. ambao walikuwa mama wa maendeleo wa wanawake we are talking 60 years back no. Na wewe umetoelesafa kabisa no. Huwe ni mtoto wetu no. If we want to go back to that mm -hmm. Tungesema tuta, tufanye motherhood no. ya watoto wetu mm -hmm. We have something we can offer no. Organization ni kubwa sana no. Tuchukue mama from birth maternal mm -hmm. health mm -hmm. prenatal, antenatal mm -hmm. tusomeshe wamama wetu, turudi mm -hmm. tuchukue yule msichana mm -hmm. tuangalie kutoka Yeah. Yeah. Yeah. Naona ile shinda tuko nayo kila siku. mm -hmm. Tukifungua TV yeah. ni msichana amekuwa ame yeah. yeah. ni msichana wa 8 years. Yeah. Jana tulikuwa na msichana Vihiga yeah. Juzi tuko na mama amezaa mtoto ameanguka chini. Maendeleo tuachane naya mambo mengi sana, tuko across kutoka right. hapo, mm -hmm. tufanye counseling. tuko na watoto wengi sana not lucky like you no. maybe me, maybe Alice yes. ambao hawana wazazi no. wasichana wa mayatima mm -hmm. tufanye counseling centers, education maneno ya sanitary pads FGM mm -hmm. I think we must now focus, no. move from, move from our failures mm -hmm. no. we need a road map. Mm -hmm. So kwa kwangu mimi mm -hmm. naonelea yes Driver vile tumesema juzi, ndiye ana design vile anaendesha basi yake. Hii bus imekuwa na shida kidogo, lakini that is not important, that has been a sister, we we have talked, tumezungumzia boardroom, kuna kuna things hatuelewani. So for me, how can we move forward, Mwanaisha? hiyo hiyo ndio ndio mimi ningependa, na kwako Alis, kuna masuala ya ya funding ya fedha. Okay, nilikuwa nataka kusema. Wakati dada yangu Raba amezungumzia girl child programs, tumepewa fedha kutoka kwa program za GGP, FGM na peace programs, lakini hizo pesa zinafikia wanawake kutoka Samburu, zinafanya hivyo trainings. Tumekwenda kwanza peace programs na FGM, imeenda upande sana Samburu, Rift Valley, ukienda northeastern, Mayale wamefaidika kwa miradi kama hizo na, na mambo ya civic education. Maendeleo pia imejaribu kufundisha akinamama uh -huh. na hizi programs huwa uh -huh. tunapewa pesa kulingana na ile funding tumepata. uh -huh. na donors wote au wafadhili uh -huh. wanapokupa pesa wanakuambia hii ni mradi ambao tunataka mm -hmm. huu na huu mradi natakana uwe kwa region plan. Kwa nini hamna control ya matumizi ya pesa hiyo? hamna ya ya pesa. atu, control ya mm -hmm. kusema dona akikupa pesa, because you have to account for it anakuambia, you will have a program in Rift Valley mm -hmm. you have a program in Moyale mm -hmm. you will have a program in other western or central mm -hmm. so you will try to be very specific, uone ya kwamba miradi kama hizo zimetendeka ten, zime mm -hmm. kulingana na ile agreement mm -hmm. ambayo mmesikizana lakini ambayo. Kitambo tulikuwa tukitegemea sana mambo ya donor mm -hmm. funding mm -hmm. kuanzia mwaka jana nafikiri, na mwaka huu na mwaka juzi, kuna women's fund sija, mimi sijawasikia wanawake maendeleo wanawake, mkaita wanawake nikiwaambia mtafaidika hivi, kuna tumepatiwa nafasi zaidi ya kuchaguana zaidi au, mm. yeah. Alikuwa nafikiri sasa Maendeleo ya Wanawake itabadilika, hasa kitambo alikuwa nikushona viondo, sasa kuna nafasi hizi, sisi kama Maendeleo ya Wanawake, wanawake viongozi walio katika bunge, women's rep na wabunge, mimi <coughs> miswada mingi <coughs> na napeleka bunge, nimeanguka support. Tukizungumza huko nje, wao wanasema na wanasiasa wengine wanasema wanawake wamzungumzi na sauti moja. Inaonekana kwamba nyinyi viongozi wa Maendeleo ya Wanawake mm. na pia wale walio bungeni maana hawezi kujitoa wote ni wamoja, mmewa let down wanawake wa Kenya mwaka 2013, 2014, wakati ambapo tuko na nguvu zaidi. Wakati kitambo tulikuwa na shida sana, lakini sasa tuko na nguvu zaidi, lakini eh, inaonekana kama mmeweza kuangusha kina mama kule nje mpaka sa eh, hawana sauti tena hata mtu akisema aeambia mtajipangaa maana hmm? Nitasema hivi Yes, kuna donor funding Dadaku hapa amesema maneno ya pesa inakuja na kwenda hapa na nini mm-hmm. Lakini, the truth of the matter wakati hata hiyo programs inafanywa na tu tulikuwa ofisi moja mm. Hata utauliza day in, day out program inaenda pahali yeah. Moja kwa nini yeah. Pahali ingine ienda ja kwa, kwa nini maneno itafanyika mm -hmm. Na utakuwa kwa ile ofisi mm -hmm. Na utajua na pesa itakuja mm -hmm. Na labda what she knows about that money mm -hmm. Mimi sijui mm -hmm. But nevertheless mimi sitaki tuende huko mm -hmm. I would want to say how do we engage? Umegusa the right to respond. Ya yeah, okay. Yes, pesa zinafika miraji na kwenda, sio kila mtu kwa national office anajua je yeah. mm -hmm. Ni kweli uh, ile ningesema ya kwamba tuko na program staff mm -hmm. na sisi kama national officials mm -hmm. we are there when they bring the programs to the management committee mm -hmm. we only discuss mm -hmm. we don't do the implementation. Do you guys do follow up kujua mbona kila mwaka project, project? Unajua, kitoka kama mimi natoka, mm -hmm. ni kama tuseme natoka magharibi no. na kuna program mefanyiwa kule mm -hmm. Mount Elgon kwa sababu ya FGM. Naam. No iye imekuwa funded mm -hmm. of course nitataka kujua mm -hmm. report ambayo wameleta mm -hmm. na mimi nitapresent kwa committee komitee. neke, neke mm -hmm. Committee nikishapeleka mm -hmm. hiyo report pia kuna ile inapelekwa kwa donors yes. yes. na wacha niseme hivi mm -hmm. muda unakwenda niko na kama dakika mbili tu oh, tangu mm -hmm tulipokuja Maendeleo tulikuta ya kwamba donors wengi wametoka. Naam, tukaanza kukimbia mm -hmm. na kutafuta. na mlipopata mkaanza kuzozana? Tulipopata mm -hmm. of course kama mzozano <coughs> unatokana kwa hizo pesa no. mm -hmm. mimi sina hakika. una hakika mm -hmm. lakini mimi yangu ni kuona ya kwamba programs zimekuwa implemented. Haya, moving forward, nataka maneno ya kumalizia, muda unakwenda mambo tumeyaona hayo kwa tv ni aibu inaonyesha sisi wanawake hatupendani tunapigana wenyewe kwa wenyewe badala ya kusonga mbele tunachekwa kila siku kura mm -hmm. tuko nazo lakini kama tuna sauti moja kuna bali tukwenda maneno ya kumaliza mwanamke kule nyumbani mama kule nyumbani ameangalia maendeleo for the last two weeks ameshindwa mm hili -hmm. ni maendeleo gani ndo tunafanya nini mm -hmm. ni aibu hii kuona mm -hmm. chair na vice chair kwa tv kaniambia hampendani ni aibu sio vizuri eh, sio vizuri mm -hmm. solutions leo tujitoke hapa leo kesho nikiitwa Maendeleo ya Wanawake kufanya stori ama ninio mahojiano, ni ambao tumefanya hivi na hivi na hivi mm hiyo -hmm. Naam, nafikiria eh, we look at it from two fronts. Mm -hmm. One, kuna shida mm -hmm. maneno, unasikia hata mimi sitaki tungia ya pesa kwa sababu mm -hmm. kuna wenye wanajua maneno ya pesa na kuna wenye hawajui mm -hmm. kuna wenye wanajua okay. program zinaenda wapi mm -hmm. kuna wenye hawajui fine that we have done Eh, going forward mm -hmm. Hiki ni chama cha maana sana kwa kina mama mm -hmm. Ni chama kizee zaidi saa mm hizi -hmm. Ile pesa iko kwa serikali mm -hmm. Tungekuwa chini mm -hmm. Tungekuwa saa hii tuko chini mm -hmm. Tungechukua maendeleo kutoka 60 years ilipoanzwa, ilikuwa ni maneno ya wamama, wanafunzwa kutengeneza cakes na mabati, wamama wanashona, eh, wanashona vikabu, wasichana wetu wakasamandia. Nyinyi mko hapa, hata sisi tukajaribu, yes. Kenya mzima hivi mm. Kuna maendeleo mm. Nikikumbuka wakati nilikuwa chair Eastern yeah, ilikuwa yeah. kazi ki, pesa I, chakula ikija uh -huh. Maendeleo ndio inasaidia kupeana pesa okay. Siku hizi hiyo mm. huwezi kupata So mm. Turudi kwa grassroots. Let mm. Let us not be up, down. Mm -hmm. Let us be bottom up. Tuende tu engage wamama wetu. mm -hmm. Wawe awasemi sijui maendeleo iko wapi? hata yeah. Saa hii tukisema registration mm -hmm. kwa kweli mm -hmm. wanauliza, mimi nitakuwa memba wa maendeleo nifanye nini? So there is a problem we need to accept it, na turudi kwa wamama na tuhakikishe. mm -hmm. Where do we start? Naam, madam katibu, kwa haraka, madam ndio, saa moja imefika na tuko na habari. Raba anaposema mm -hmm. tuangalie vile tunaweza mm -hmm. kurudisha ma maendeleo kwa kina mama mm. Mimi nakubaliana na, na yeye na mm -hmm. Uh, tuko kwa transitional period mm -hmm. Um, juzi tulikuwa na mkutano na mm -hmm. the trustees mm -hmm. na nilipenda yale walisema mm -hmm. ya kwamba wanapomaliza building mm -hmm. kujenga building ya maendeleo mm -hmm. waende to other buildings mm -hmm. I mean. Sorry, si, zile pesa ambazo tabaki kwa transition period wanasema mm -hmm. That is trust. Uh, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. ya kwamba mm -hmm. kwa zile pesa mm -hmm. watapeleka kwa kila kaunti kaunti. Mm -hmm. kaunti fulani naweza pata mm -hmm. kulingana Wahidyo? na ile pesa inaingizwa na nyumba ile ya maendeleo maendeleo. Mbona ni ah. pesa ngapi kwa haraka kwa mwaka mnaingiza pesa ngapi katika nyumba? Mimi juzi niliambiwa kwa sababu hiyo kazi, ya, kazi na kwanga treasurer. E, laki, mambiwe, lakini lazima mjue. Lakini juzi ndio mimi nilijua kwa hakika Ae. ile pesa inaingia pale maendeleo Ae. inaweza kumaliza Ae. na waongeze na pia kwa counties nao waweze kusaidika kwa haraka. Dakika moja tu, maana muda umeenda sana, nimalizie sasa. Aa, wakinamama wapatie ujumbe kina mama kule nyumbani, ila ningeomba wakinamama ya kwamba wajipange vile wanaweza kupanga miradi zao yeah, na hizo pesa nasema za women, women's fund mm -hmm. Tuko na mmoja wetu ambaye anakalia kwa hiyo komiti, asaidia wakina mama mm -hmm. ili waweze kupata zile pesa mm -hmm. Na ninasema ya kwamba wamama grassroots mm -hmm. wasiingie kwa ule uzozana kuzozana, lakini lazima wakazozana kama kuna mzozo juu ndio nasema yeah, wasifate mje, mzozo ya juu nahm, iwafikia tena pale chini mzozo, ndio nasema tunataka tuzuie tusikizane na tuzuie mm -hmm. ili grassroot mm -hmm. wasiwe confused, sawa mama. Sawa. Ninge kwa maja, saa ningependa kuegela mtazamaji, lakini muda umenipa kisogo, imefika saa moja kamili naambiwa hasa lazima nimalize mali